Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje. Shughulikeni na kenge wa ndani, malize nao wa nje. Kuna watoto sasa hivi ndani ya Tanzania pia wanaiga, sio utamaduni wetu, sio utamaduni wetu. Shughulika na hili jambo, wanaamua kujirekodi, kuweka vihaka, kusema maneno mabovu juu ya serikali, kusema maneno mabaya juu ya rais wetu. Hatuwezi kushughulishwa na kenge wa ndani ya bwawa tuliolitengeneza wenyewe. Kuna watoto kwenye mitandao ya jamii zitakunyonya jeshi la polisi, mkakomeshe hivyo vitendo eh. Tushughulike na kenge wa ndani na kenge wa nje na watoto wengine ambao hata ndani ya Tanzania sasa wanaiga vitu ambavyo sio utamaduni wetu. Yaani kwamba e, kuongelea utekaji ama kuongelea e, watu kupotea kuongelea uonevu e, sio utamaduni wetu. Haikuwa utamaduni wetu. Inaonekana huyu mbunge anashangazwa kwamba hawa watu wanatokea wapi? Wame wametoa wapi utamaduni wa kwanza kulalamika kwa, na, na, na, najiuliza baadhi ya maswali kwamba ikiwa kenge sisi kenge ambao tunatokea kuhoji utekaji kuhoji mauaji kuhoji watu wanaodhulumiwa mali zao, uonevu namna mbalimbali. Ikiwa haikuwa utaratibu kwa sisi kenge kuongea. Na sisi kenge tunatakiwa tushughulikiwe. Swali ni, ni utamaduni wetu Tanzania kutekana? Mbona utekaji kitu ambacho si utamaduni wetu, hatukiongelei, yani, kwa nini? Kwa sababu mbunge ameongelea mambo mawili, ameongea kwamba tukiacha mitandao ambayo watu wanamtukana mama, jambo la pili ni jambo la watu wanawachukua mabinti zetu kuwapeleka waarabuni wanawanyang'anya visa wanawanyanyasa. Manake mbunge huyu hatambui kabisa kama jambo la utekaji ni miongoni mwa mambo ambayo yanaitikisa Tanzania kwa sasa. Mbunge huyu hatambui. Na kwa sababu hiyo yeyote anayeongelea utekaji ni kenge, ni kenge, jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vinatakiwa vishughulike naye. Sasa mimi nasema hivi, kutekana pia sio utamaduni wetu Tanzania, kupotezana sio utamaduni wetu Tanzania. Nafahamu naweza nikawa naingia kwenye orodha ya kenge wa ndani ambao wanatakiwa washughulikiwe haraka sana na jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama. Nisemacho mimi ni kwamba ikiwa nitahesabika kwenye orodha ya kenge kwa sababu tu ya kutetea wanaoonewa ama kuongelea wanaotekwa ama kuongelea waliopotezwa, alafu tukasema tu kwamba viongozi wetu wanadumisha amani ama onewa ya nchi ila sisi ama jamii ya watu kama mimi ambao tutakuwa tukiongelea walionewa ndio tutaingizwa kwenye kundi la kenge, niseme Biblia itakuwa ndio imeniingiza kwenye kundi lao kenge na nitakuwa sina namna menyekiti muda mrefu sasa umepita, watanzania tunavumilia na tunavumilia na tena lakini, nafika wakati jeshi la polisi leo, wabunge tumeamua kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya. Hatuna sehemu ya kusema, kwa sababu ukija kwenye kila sehemu, mama amefanya vizuri na ameliimarisha jeshi la polisi vizuri. Tunachokitaka kwenu, mwende mkakomeshe vitendo vinavyoenda kufanywa ndani ya mitandao kumdhalilisha rais wetu mwende mkaifanye kazi ya kuingia ndani ya mitandao kama mlivyofanya kazi ya kupambana na majambazi wanaotumia vyombo vya moto hawakukushimbeni, na walikuwa wanakuja na vyombo vya moto. Lakini tunataka sasa mwingie kwenye mitandao, kazi iliyokuweko kule. Vitoto vidogo hata kunyonya havijamaliza kwa wazee wao, kila mtu ana maneno na lugha anayozungumza ambayo haistahili kuambiwa rais wetu. Rais wetu amekuwa akijitoa kwa ajili ya taifa hili kwa namna ya kipekee. Hakika Mungu alimwita kuwa rais, tumwangalie kwa namna ya kipekee. Toka siku yake ya kwanza, wakati inatunga mimba yake, Mwenyezi Mungu alijua kwamba anamtengeneza rais Samia kuwa rais wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama, kuna kenge wa ndani, alafu kuna kenge wa nje. Shughulikani na kenge wa ndani, malize na wa nje. Imekuwa kuna vitoto hata vidogo, mtu akipata uhuru, tunao Tanzania, tunafanya tunachokitaka, lakini sio kumgusa rais wetu kwa vile unavyotaka mwenyewe. Tunashindwa sasa kudhibiti mitandao. Hatuwezi kuona nchi yetu inatawaliwa na mitandao. Jeshi la polisi, angaliani kwa makini katika kitu kitocholeta dhuruba pamoja na mitandao mtandao sasa umekuwa unatumika vibaya ndani ya Tanzania. Tunavumilia lakini tumechoka, tunaomba mchukue hatua. Hatuwezi jeshi la polisi kila siku, mama yetu, rais wetu anahangaika, niboreshe wapi, niboreshe mishahara, niboreshe posho zao, niboreshe hichi, niwapatie magari, anahangaika kwa namna ya kipekee. Tumlipeni kitu kidogo tu. Kumlinda yeye ni jukumu letu sisi, jukumu lenu nyinyi kama jeshi la polisi, jukumu letu sisi wabunge, lakini jukumu la watanzania sasa. Ni muda wa kumlinda rais wetu, ni muda wa kulilinda taifa letu kupitia rais wetu. Amevumilia lakini ndiye binadamu anachoka tu. Swala la mitandao limekuwa tishio ndani ya Tanzania. kuna na wengine kwa nguvu zake zote pamoja na kulinda utamaduni wa mtanzania analinda amani ya mtanzania. Kati ya jambo ambalo sisi kama Tanzania kwa sasa wanatusumbua katika nchi hii ukiacha swala la mitandao ambalo linatusumbua, basi na swala la ndugu zetu wa kike wanaenda kujitafutia riski nchi mbalimbali, wanapoenda kula wanafika wakanyanyasika. Mheshimiwa Waziri, umekuwa ukifanya kazi kubwa ndani ya serikali, umekuwa ukifanya mambo mengi ndani ya serikali, lakini kuna watoto sasa hivi ndani ya Tanzania pia wanaiga. Sio utamaduni wetu, sio utamaduni wetu, shughulika na hili jambo. Wanaamua kujirekodi kuweka sihaka, kusema maneno mabovu juu ya serikali, kusema maneno mabaya juu ya rais wetu. Hatuwezi kushughulishwa na kenge ndani ya bwawa tuliolitengeneza wenyewe. Mheshimiwa Waziri, leo nadhani umeona wabunge wote wamekuja letu kubwa wizara ni kuipongeza, ila tunataka mapambano dhidi ya mitandao iongezeke, kama nilivyoongeza nguvu kwenye masuala ya ujambazi, ubakaji na huku, kwenye swala la matusi, hususani pale, bora mtu akaye atutukane sisi wa bunge, lakini sio kumgusa rais, sio kumgusa rais amebeba mzigo mkubwa, amebeba ameibeba Tanzania kwa mzigo mkubwa, na kwa wakati ambao hakuutarajia mama. Kwa ujasiri wake ametuvusha mama, kwa ujasiri wake amepeleka Tanzania hapa ilipo. Tunajua hakuna mwanamme rahisi ya yeah, haleluya mtu wa Mungu. Na wakati mwingine na saa nyingine Mungu amenipa neema nije niseme nawe tena, na leo nataka nimwongelee mbunge ambaye na viti maalum kutokea Zanzibar aliongea baadhi ya mambo, kugusia mitandao ya kijamii huku akisema wako kenge wa ndani na kenge wa nje, hivyo tusishughulishwe ama tusishughulishe, tusisumbuliwe na kenge waliomo wa ndani ya bwawa tulilo litengeneza wenyewe. Niongee baadhi ya mambo mimi kama mtu wa Mungu katika hali na mazingira yoyote, naweza nikawa ninalo jambo la kuongea kwa ajili ya nchi yangu, kwa kuwa sio kila kutetea nchi ambako mtu anaweza kusema anaitetea ni kweli, anaweza kawa anatetea. Iko aina ya kutetea ambako unaweza kawa unabomoa na unaamini kwamba unatetea. Katika kitabu cha Mithali ishirini na tisa mstari wa pili maandiko yanasema Wenye haki wakiwa na amri, watu furahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Wenye haki wakiwa na amri, watu furahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. E, siwezi nikaongea mengi, lakini kama aidha watu wana furahi ama wanaugua, nadhani hilo ni swala la watu wenyewe wanaokuwa wanatawaliwa wao wanaweza wakasema wanafurahi ama wanaugua. Katika Mithali 17 msari wa 15 maandiko yanasema, yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki, naye asemaye kwamba mwenye haki hana haki, hao wote wawili ni chukizo kwa Bwana. Narudia tena, yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki, yani yeye asemaye anaye anayeteka ama anayeona utekaji na ananyamaza kimya, anamwita huyo ndo ana haki, anamwita huyo kwamba ndio anaonewa. Yeye asemaye si haki ana haki, naye asemaye kwamba mwenye haki hana haki, yani yule ambaye aidha anaweza akawa anatetea ama anaongea lugha yoyote ya kujaribu kuuliza jamani, hatua gani zinachukuliwa juu wanaotekwa. Yeye asemaye kwamba mwenye haki hana haki, hao wote wawili ni uchukizo kwa Bwana na kwa sababu hiyo sana wakati wote Bwana anaweza akaleta kisasi. Nichambue kidogo hoja za mbunge huyo ambazo zinaleta utata mkubwa kwa yeyote ambaye anaweza akawa anajiuliza maswali. Kwanza niungane naye kulipongeza jeshi la polisi kwamba mama amelifanya kwa imara. E, mimi kama mimi kama ambavyo hata Askofu Ajima alisema majeshi yetu yako imara kwa mimi, nayapongeza na, na, na, na lakini, katika kuyapongeza ni kwamba haya majeshi tunavyoyapongeza tunayaomba yakafanye kazi gani? Kuna, kuna kitu ambacho amekiongea huyu mbunge ambacho nadhani hata mimi hivi ninavyoongea naweza nikawa na mimi ni mhusika, kwamba anayapongeza majeshi ya polisi ama vyombo vya ulinzi na usalama lakini anaviomba vikaongeze mapambano dhidi ya mitandao na ni kweli, amesema kwamba anaomba wakaongeze mapambano dhidi ya vitendo vya kumdhalilisha rais kwenye mitandao ama kumtukana ama kumkejeli. Mimi sibariki watu wanaomtukana huyo rais, ila nauliza kinachotafsiriwa kwamba ni kumtukana ni nini? kwa sababu sasa, tusi kwa lugha ya Kiswahili, tusi ni neno la kuudhi, na neno la kuudhi, hata kama mtu akiwa anasema mbona unamwacha fulani anafanya vibaya, linaweza likamuudhi, yani kuudhi. Kwa mfano mimi nikiwa e, tufanye nimevaa nguo chafu, na wewe ukaniambia ukweli, mbona umevaa nguo chafu, linaweza likaniudhi. Kwa tusi ni lugha ya kuudhi, tukisema tu kashughulikeni na anao mtukana raisi, ni akina nani? nini kinaweza kikawa kinatafsirika kwamba ni tusi? Je, hata kuwatetea wanaonewa na lenyewe ni tusi? Kwa sababu e, kuna nguvu kubwa sana ameitumia huyu mbunge kushawishi ama kutaka kulishawishi jeshi la polisi lishughulike na aina fulani ya watu. Mimi binafsi naongea hapa nikiwa najiuliza, je, mimi siko kwenye orodha ya hao watu? Kwa sababu kimsingi mimi sijawahi tokea kwenye mitandao nikitukana nikitukana rais, ama kiongozi yoyote, hata maeneo mengine labda ukisema sijui joka, haujamtukana ni umetaja kitu ambacho kimeendana na lile alilofanya. Lakini nakanasema, anasema, anasema kwamba mapambano yaongezeke dhidi ya mitandao, mapambano yaongezeke dhidi ya vitendo vya kumdhalilisha rais kwenye mitandao, tukakomeshe. Mimi nisemacho ni kwamba ikiwa sisi tunaolalamikia utekaji ama mauaji ama maonezi, watu wanaoonewa kwa namna mbalimbali, ikiwa sisi ndio ambao tuna tunaonekana tunamdhalilisha rais, ikiwa, kumbuka hiyo sentensi na neno ikiwa mwanzoni, kwamba ikiwa ni sisi tunaolalamikia utekaji mauaji, tunaolalamikia eh, uonevu wa namna mbalimbali kwenye jamii, watu ambao ndani ya miaka minne wamenyang'anywa viwanja vyao kwa kivuli cha uwekezaji, ikiwa ndio sisi ambao tunaonekana tunamdhalilisha rais, mimi ningeomba isitumike nguvu kupambana na tunaolalamika. Itumike nguvu kupambana kama tunalalamikia uonevu, itumike nguvu kupambana na wale wanaoonea watu. Kama tunalalamikia utekaji, itumike nguvu kupambana na watekaji. Kwa sababu mimi nionacho e, mbunge huyu akisema tu kwamba umu kwenye mitandao, kwa mfano, kuna, kuna maneno anaongea sema umu kwenye mitandao kuna, kuna vitoto vidogo ambavyo havijamaliza hata kunyonya, havijamaliza hata kunyonya kwa mama zao, ila vinatokea vinajirekodi, sasa vinajirekodi kumtukana Rais. E, unajiuliza je, watu kama mimi ambao tunaweza tukawa tuna jaribu ku, kuhoji kwamba kwa nini uongozi hau hauwajibiki juu ya utekaji, na sisi hatumo humo ndani kwenye hilo kundi la wanaoitwa kenge, ama kwenye hao wanaoitwa watoto wadogo ambao hawajamaliza hata kunyonya. Mm, je tukiona hatua zozote zinachukuliwa kwa watu kama mimi, zozote zile zinachukuliwa, haiwezi kawa ni ushawishi wa usha watu kama hawa ambao wanasema shughulikeni na kenge wa ndani na kenge wa nje lakini kwa nini tusingetumia njia ya kujaribu kuona hawa wanaongea wanalalamikia nini? Kwa sababu sidhani kama kweli wote wanakuja na staili ya kutukana. Kama mimi sijawahi tukana, lakini naamini naamini kwamba inawezekana katika hao kenge, wanaitwa kenge wa ndani, na mi nimo, kwa sababu ya kuongea tu kwamba kuna watu wanatekwa ama kuna watu wanapotezwa. Mimi nafikiri kwa nini kama bunge kama wabunge tusingeshughulika kutoa ushauri kwa vyombo vya ulinzi na usalama kushughulikia yale yanayosababishwa raisi aongelewe vibaya? Kama mimi siwe kumwongelea vibaya, huwa anatoa tu ushauri. Lakini kama yako maeneo ambayo raisi anaongelewa vibaya, iwe na kenge wa nje ama kenge wa ndani, kwa nini tusingeshughulikia maeneo yaliyopelekea aongelewe vibaya? Kwa nini nguvu kubwa itumike kuwatakia hawa wanaongea, kuwatakia awakenge? Yaani, kwa nini tu stop the source awakenge? Kwa sababu sidhani kama e, hawa wanaongea pia wanaongea tu bila sababu. Kuna sababu inawaleta mbele ya kamera, kuna sababu inapelekea walalamike. Na wakati mwingine nionacho ni kwamba nchi imefika hatua ambayo yule anayelalamika anaumizwa, yule anayelalamika anaumia, huyo anaonekana ni kenge. Ni kenge, anatakiwa achukulia hatua, anamdhalilisha rais, anadhalilisha majeshi yetu. Lakini yale malalamiko yake ya kwamba kuna watu wanatekwa hayachukuliwi hatua yoyote. Yale malalamiko yake ya kwamba kuna watu wanadhulumiwa labda viwanja hayachukuliwi hatua yoyote. Yaani swala tu ni kwamba huyu mtu ni kenge kikubwa tu Amejulikana kwa jina la kenge, ameitwa kwa jina la kenge na anatakiwa achukuliwe hatua kali, anatakiwa mkakomeshe vitendo. Kuna watoto kwenye mitandao wajamaliza hata kunyonya jeshi la polisi, mkakomeshe hivyo vitendo. Tushughulike na kenge wa ndani na kenge wa nje. Mimi ni semacho ni kwamba vitoto vidogo vinaongea maneno yasiyofaa kwa rais. Jeshi la polisi, angalieni kwa umakini. Lakini pia nasema kuna watoto wengine ambao hata ndani ya Tanzania sasa wanaiga vitu ambavyo sio utamaduni wetu, yaani kwamba eh, kuongelea utekaji ama kuongelea eh, watu kupotea, kuongelea uonevu eh, sio utamaduni wetu, haiko utamaduni wetu. Inaonekana mbunge anashangazwa kwamba hawa watu wanatokea wapi, wame wametoa wapi utamaduni wa kwanza kulalamika? Najiuliza na, na, na baadhi ya maswali kwamba ikiwa kenge sisi kenge ambao tunatokea kuhoji utekaji, kuhoji mauaji, kuhoji watu wanaodhulumiwa mali zao, kuhoji uonevu wa namna mbalimbali, ikiwa haikuwa utaratibu kwa sisi kenge kuongea na sisi kenge tunatokea tushughulikiwe, swali ni ni utamaduni wetu Tanzania kutekana? Mbona utekaji kitu ambacho sio utamaduni wetu hatukiongelei? Yani kwanini, kwa nini? Kwa sababu huyu mbunge ameongelea mambo mawili, ameongea kwamba tukiacha mitandao ambayo watu wanamtukana mama, jambo la pili ni jambo la watu wanawachukua mabinti zetu, kuwapeleka waharabuni, wanawanyang'anya visa, wanawanyanyasa. Manake mbunge huyu hatambui kabisa kama jambo la utekaji ni miongoni mwa mambo ambayo yanaitikisa Tanzania kwa sasa. Mbunge huyo atambui nani, kwa sababu hiyo yeyote anayeongelea utekaji ni kenge, ni kenge, jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vinatakiwa vishughulike naye. Sasa mimi nasema hivi, kutekana pia sio utamaduni wetu Tanzania, kupotezana sio utamaduni wetu Tanzania. Nafahamu naweza nikawa naingia kwenye orodha ya kenge wa ndani ambao wanatakiwa washughulikiwe haraka sana na jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama. Nisemacho mimi ni kwamba ikiwa nitahesabika kwenye orodha ya kenge kwa sababu tu ya kutetea wanaonewa, ama kuongelea wanaotekwa, ama kuongelea waliopotezwa, alafu tukasema tu kwamba viongozi wetu wanadumisha amani ya nchi, ila sisi ama jamii ya watu kama mimi ambao tutakuwa tukiongelea walioonewa ndio tutaingizwa kwenye kundi la kenge, niseme, Bibilia itakuwa ndio imeniingiza kwenye kundi lao kenge, na nitakuwa sina namna. Lakini ikiwa pia eh, nitakuwa tu kwenye kundi la kenge kwa sababu nawatetea wanaonewa, na ni kwa sababu hiyo jeshi la polisi natakiwa lishughulike na watu mfano wa mimi kwa haraka sana. Ni yage jamii nzima ya Watanzania kwamba tusiponana kwenye maisha haya tunane bandarini kule. Ukweli ni kwamba mimi siwezi kumwona ndugu yangu analia nikanyamaza kimya, afadhali niitwe kenge afadhali nichukulia hatua wa za aina yoyote. Mm, ndio afadhali, hata ni uwawe, sio tu kufungwa, kwa sababu ni juacho wajibu ule ambao Bibilia imeniagiza kuufanya, ni wathamani sana kuliko kauli za mbunge fulani atakayesimama kuniita kenge, ati kwa sababu nimetoa maoni kinyume na mtu fulani, kiongozi fulani ambaye inawezekana yeye anapenda aendelee kuwepo kwenye nafasi fulani. Katika kitabu cha Isaya 1:17 Andiko insab anasema jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, patieni yatima haki yake, teteni mjane. Nimepewa wajibu wa kimaandiko wa kuwasaidia walioonewa kwa namna mbalimbali. Wako watu inawezekana wamenyang'anywa maeneo yao, wako watu watoto wao wametekwa, wako watu wanalia kwa namna mbalimbali. Biblia imenipa maagizo kuwasaidia hao kwa namna kadha wa kadha. Katika Mithali 31 mstari wa 8 maandiko yanasema, fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, watete watu wote walioachwa peke yao. E, niseme kwamba kuanzia hapa nina uhakika kama kuna siku zozote nitaishi, nitaishi tu kwa kudra za Mwenyezi Mungu, kwa sababu sasa tumeshahesabika kwenye orodha ya kenge ambao eh, vyombo vya ulinzi na usalama vinatakiwa kushughulika na kenge wa ndani na kenge wa nje. Tukishakuwa kwenye orodha ya kenge, nani atatutoa kwenye orodha? Kwa sababu sasa yeye mwenyewe ambaye anatetewa, ambaye anatetewa kwamba ni tunamtukana, sijajua mimi. Najua kwamba sijawahi tukana tusi, lakini naweza nikawa nimeingizwa kwenye orodha ya kenge. Kama nitakamatwa kama nitafungwa, kama litatokea lolote juu ya maisha yangu, natamani dunia ijue yako maandiko ambayo yameniingiza hatiani. Bibilia ni kitabu ambacho siwezi kukiacha kwa gharama yoyote, na ni kwa sababu hiyo, hata kama bibilia itapelekea niitwe kenge, itapelekea nionekane, wanajirikodi kodi wanamtukana rais, sijawahi kutukana lakini kama ni kwa eh, kuku, kugusa vitu fulani ambavyo vinaonekana, kwa nini, kwa nini uwatetea wanaonewa, ndio kutasababisha tuitwe ukenge, basi bibilia na ukenge unaotokana na bibilia utapelekea nio kwenye madhara nam hata kuondoka duniani. Sauti ya mtoto wa mtu aliai kutoka gerezani, nikiwa mimi mwenyewe ninalia kutoka mabusu ya polisi. Nimekaa mle ndani siku tisa, sio mzuri lakini nasema itengenezeni njia ya Bwana, yonyesheni mapito yake, kwa bwana mhukumu wake ukaribu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi na tabu yake. Hii ndiyo maana yale neno maranatha. Sikutaka kuongea bungeni sababu hotuba ya bunge ni dakika nne. Sikutaka kuongea kwenye neki neki na utaratibu wake, nimeongea kama Mtanzania, ni Mtanzania anatoa ushauri kwa nchi yake, na kwani imetoa ushauri wa wazi, jamani, kwa sababu ninaotaka wasiondolee madarakani ni vyombo hawezi kujisemea wenyewe. Ninaosema wasiondolewe madarakani kwa sababu wametimiza wajibu wao wa kizalendo, ni vyombo, hawezi kujisemea wenyewe. Unataniuliza, kwa nini hujamwambia mheshimiwa rais? Ninaye, kama nimemwambia mheshimiwa rais, ndio mnufaika wa hayo mambo, si kama nielewa rais yote, sio tu mama Samia. Mimi siongei nikiongea, rais naongea taasisi ya rais, ndio mnufaika wa wale. Hata mimi ningekuwa mwanasiasa, una presha za kisiasa, tutamtuma mtu yule, bwana, hebu shughulika na yule, ndio mnufaika. Ukimwambia mnufaika kwamba yeye ndiye ajipunguzie, hakuna utakachongea. Kama nilivyosema, vyombo vyetu ni very competent, idara ya usalama wa taifa very competent. Polisi wetu wazuri, jeshi letu la wananchi ni zuri, lakini mahala ambapo wakuu wa vyombo hapa wanafuatilia jambo halafu wakakumbana na wanasiasa, sisi na mamlaka za kisiasa, kwa maana ya rais, labda ana interest nalo Alafu, mkuu wa chombo akasema bwana, hii mheshimiwa rais, bwana hii tuliache, anafukuzwa. Anaitwa mwingine, bwana hii tuliache, anaondoka, anafukuzwa mwingine. Lakini mimi nimesema kwamba eh, shida ya utekaji iko hapa, shika ya utekaji iko hapa. Mimi siamini mtu aniambie basi kwamba askofu, vyombo, vyombo havina taarifa kabisa. Nitashangaa, ntaona basi tumekaa sehemu sio salama kwamba hakuna taarifa kabisa. Mi naamini naamini, na nasema na na hivi, kwamba inawezekana kukawa kuna taarifa, lakini pengine wakifuatilia, wanafuatilia wanakuta hapa mm. kikundi kilichomchukua huyu si idara ya usalama wa taifa, sio polisi, sio jeshi la wananchi, sio magereza, ka kikundi fulani kametengenezwa na mwanasiasa fulani kwa ajili ya faida zake za kisiasa. Wakigusa wanaambia sitafukuzwa kazi nana, nana, nana, kazi kunaacha. Huyu huyu dada wa Kiganda huyu, Agata Atuhaire anasema, nimeona kwenye YouTube hata amevuliwa nguo zote, halafu anapigwapigwa sehemu za siri na watu waliojitambulisha kama vyombo vya dola. Hiki kitu ni aibu kwa nchi. Hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo, hoteli zetu haziwezi kuaminiwa, mahusiano yetu yanaharibika. Mimi siwezi kukaa kimya, wale mnaokaa kimya kaeni. But I can't take it. Siwezi ni kukaa kimya. Tanzania ni yetu sisi sote. Tanzania kwanza, anything else follows.